Ndugu zanguni, huu mnaoona najua, mti huu mnaojua wengi, huu mti ni wa mkaratusi. Huu mti unaitwa mkaratusi. Mti huu una maajabu mengi ndugu zanguni, mkaratusi una maajabu mengi. Hasa leo nitawatajia tiba inayotokana na mkaratusi ambayo inatumika hadi Marekani. Najua watu wengi watadharau, lakini niwaambie kitu, mkaratusi una unafanya kazi hadi Marekani, unatibu hadi Marekani matatizo yenye nayataja saa hizi, ambayo ni matatizo makubwa mawili, ambayo yanatumika hadi Marekani. Basi bila kupoteza muda, kazi ya mkaratusi, tiba inayotokana na mkaratusi. Namba moja, mkaratusi endapo utachemsha majani, majani ya mkaratusi kama umepata na magome yake, ukawa unachemsha ukawa unafanya kunywa bila kama chai lakini usiweke sukari. Hii itakuondolea maumivu ya miguu kwa wale wanaosumbuliwa na miguu. Hii itaondoa kabisa maumivu ya miguu kwa wale wanaosumbuliwa na miguu, miguu kuuma, miguu sijui kuvimba. Hii mkaratusi ni dawa ya kuondoa maumivu na miguu kuvimba. Kazi ya pili, ndugu zangu, twende tuende haraka haraka, mkaratusi huu kwa wale wenye wana mimba, mkaratusi huu unapunguza uchungu ndugu zangu maumivu wenye utayasikia ni madogo. Mkaratusi huu unapunguza, uch unapunguza uchungu wakati wa kuzaa, wale wenye mimba na washaulini. Mkaratusi huu ni dawa kubwa kabisa ambayo kwa uelewa wangu na sayansi yangu yenye nimesoma kuhusu miti mkaratusi hii inatumika hadi Marekani. Marekani we kama kuna sehemu yoyote yenye unaweza ukauliza ukapatiwa jibu, uliza mikaratusi inatumika wapi, kama Marekani haipo na kazi yake utaambiwa kama hivi nilivyokuambia. Basi kazi ya kwanza mkaratusi, kwa wale wenye wanasumbuliwa miguu kuuma, kuvimba, inaondoa kabisa, yaani haileti mchezo kabisa, inaondoa. Na kazi ya pili ya huu mkaratusi ni kuondoa uchungu, kupunguza uchungu wakati, kwa mfano, nataka kuzaa, unatumia hii. Matumizi yake ni kuchemsha matumizi yake ni kuchemsha na kunywa kama chai, lakini usiweke sukari. Magome yake na haya majani yake. Ndugu zangu, ninawaahidi mimi ni mtafiti wa tiba na miti naielewa vizuri. Kwa masomo mengine, tafadhali subscribe ili, ili kila somo nitakalokuwa nalitoa uweze kulipata. Mimi naitwa Mwalimu Poma mwanasayansi wa miti. Tafadhali comment ili nipate mwendelezo wa somo ambalo nitalifundisha. Somo lolote linalohusiana na binadamu na mitishamba na mimea na magonjwa yanayotokana na mtu au majini au uchawi naomba uweke kwenye comment hapo, nitafundisha namna unavyotaka wewe na, we, na utaelewa, na kila dawa yenye natoa ndugu zanguni inafanya kazi kama nilivyoitaja kazi ya huu mkaratusi, kama nilivyosema, kwa wale hasa sasa wabibi wababu wenye na matatizo ya kuumia miguu kwenye mifupa, kuvimba miguu, tumia mkaratusi Chemsha majani yake na magome yake, kunywa asubuhi kwa kikombe cha chai, jioni kwa kikombe cha chai, asubuhi kwa kikombe cha chai, jioni kikombe cha chai. Hivyo hivyo hadi wale wenye wanata, wanapunguza uchungu wenye mimba ndugu zangu ninahakikishia, ndani ya wiki mbili utaona mabadiliko kwa wale wenye wana matatizo ya miguu. Asanteni sana kwa heri, ni mimi Mpoma, mwanasayansi wa miti. Tafadhali subscribe, share, ku-like, na ku-comment ili niweze kupata funzo gani na nini nitawafundisha. Asanteni.